Sasa sasaukileta jeulitakua kuskia mwanafunzi wako anachoemba shekhe, mwanamke ajawai kuaminiwa kwa asilimia zote, kwa sababu anaitwa nanimwanamke shekhe, mi hawezi kunichiti yeah. Inshallah namomba mwenyezimkukuwami mke wangu, namjua na nini anamalezi, inshallah na Mungu atamlinda Ushajiwekea kinga hapo, sema shehe wake zenu tu, sio mke wangu mimi, wewe uliza mimi hey! mke wangu. Kuna mwanamke maputo hii, alikuwa ni mmoja katika mahodari wa kuvaa jilbabu zile, mpaka ni kabu soksi na kila kitu. Maputo hii katika wale wanawake wa kuvaa hivyo. Maputo hii tambukareli hii, siku moja mumewe aliambiwa, alibisha akaenda akamwona JB pale kashavua zile kaweka pembeni ana kimindi pale, JB kwenye baa, kwenye disco. Nazungumzia Maputo hii, mabwana. Huyo ndio mtu anaitwa nani? hawa wanawake hawa, hawa vizuri, hawa hawa, muwaelekeze vizuri hawa, hawa, hawa muwatunze hawa, hawa waaminiki hawa maneno ya wazee wanasema si ukweli, ndio maana akaitwa Hawa. Maneno ya israiliyati hayo, fahamu nzuri eh? Usicheze mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Allah anasema wa kam min qaryatin kam khabaria, eh ni ifadati takthir wa ta'dhim al-qissa na kuna kuna vijiji vingapi nchi ngapi mikoa mingapi? Au unabadili na kuna vijiji chungu mzima, ahlakna tulivyoviangamiza min qaryatin, vijiji hivyo batirat maishataha, vilifanya kibri kwa sababu ya nini? Uzuri wa maisha yao watu wale, fatilka masakino fatilia, utaona hayo ndiyo majumba yao. Lam tuskan min baadihim, hayakukaliwa na wengine baada ya wao, waliangamizwa. Na katika hao aliyaona Uzairu ibn hina au kalladhi marra ala qaryatin ehe, wa hiya khawiyatun ala urushiha Qala anna yuhi hadhihi allahu baada mautiha fa amatahu Allahu fatilka masakinuhum, basi zile hizo mzionazo, hayo ndiyo majumba yao. Au fatilka amakinu masakinihm, hayo ndio maeneo ambayo kulikuwa na nyumba zao, leo hamna nyumba. Ima yu masaki ndiyo habari ya mubtada yenye hakika na ima hiyo masakinu ni marfuun lafudhan, lakini ni majururun hukman asili yake, fatilka amakinu masakinihim, kwamba masakin ni mudhafu ilaihi mu, alipoondoka alipoondoka mudhafu, yeye akapewa nafasi ya kukaa, nafasi ya nani? Ya mudhafu. Fatilka masakinuhum ay fatilka amakinu masakini, na hayo ndiyo maeneo yaliyokuwa nini nyumba zao leo, hakuna hata kibanda lam tuskan min baadihim, hayakupatapo kukaliwa na wengine baada ya wao kuangamizwa. Illa qalila, isipokuwa maeneo machache sana. Qalila, isipokuwa masiku machache sana. Qalila, isipokuwa watu wachache. Inatasharaki hiyo qalila hiyo qalila hapo, ni musharaka. Illa qalila, isipokuwa maeneo machache katika vijiji hivyo ndio walikaa watu. Illa qalila, isipokuwa ni muda mchache walikaa watu katika baada ya wao. Illa qalila, isipokuwa watu wachache ndio walikaa katika maeneo hayo. Musharaka, tafsiri yake nini? Kuna tanazuu ulmanawi wa kunna nahnu tawkidi wa kunna alwarithina wa kunna nahnu alwarithina eh? Na tukawa sisi ndio wenye kuirithi ardhi ile wenye kuiranda kui wama kana rabbuka muhlika lqura. Kwa hiyo darasa hili tunaambiwa sisi, na hakuwa mola wako mlezi ewe Muhammad muhlika lqura ai muhlika ahli lqura mwenye kuwaangamiza wana vijiji, wana vitongoji. Mola wako hakuwa mwenye kuwaangamiza wana vijiji, hata yabatha fi ummiha, isipokuwa apeleke kwanza katika asli ya tukio, rasulan, mtume yoyote yule, fi ummiha, fi asliha, fi karyatiha, katika kijiji chake husika, apeleke kwanza rasulan, mtaalamu yoyote, aende kwanza akaseme wabishi, alafu ndio mkong'oto unafuata. Wama kana rabbuka muhlika alqura, na hakuwa mola wako mlezi mwenye kuwaangamiza wanavijiji, hata yabatha fi ummiha, mpaka kwanza.